Tunatoa wito kwa wakazi wa Mwanza waendelee kutunza amani kwa kuzingatia mambo yafuatayo, ili usalama na amani viendelee kuwepo katika kusherehekea sikukuu hizi ya, na hata baada ya sikukuu hizi za Christmas na mapumziko ya mwaka mpya, lakini tukisisitiza kubwa kwamba wajibu wa kutunza amani katika mkoa wa Mwanza ni wajibu wa kila mkazi wa Mwanza, ni wajibu wa kila Mtanzania. Sote tunawajibika, pamoja na kwamba ni wajibu wa Jeshi la Polisi, lakini ni wajibu wa Watanzania wote. Katika kufanya hivyo, tunasisitiza wananchi eh, wote waendelee kutii sheria, na yoyote atakayeona viashiria vyovyote vile vya uvunjifu wa amani au viashiria vya uhalifu atoe taarifa kwa viongozi wa serikali eh, Jeshi la Polisi na vyombo vingine vya usalama ambavyo pia viko kazini katika kuhakikisha kwamba mkoa unaendelea kuwa salama lakini pia tunazidi kuwakumbusha wananchi kwamba endapo itawalazimu, itakuwa ni lazima kwao kwenda kusherekea sikukuu hizi katika mazingira tofauti na makazi yao, basi jambo la kwanza la kufanya ni kuhakikisha kwamba maeneo yao, nikiwa na maana ya nyumba na makazi mengine wanapoishi, wayaache katika mazingira ambayo ni salama, chini ya uangalizi mzuri wa watu ambao wataweza kusaidia kudhibiti na kuzuia matukio ya kihalifu endapo yatajitokeza. Lakini pia tunawakumbusha wazazi wasiwaruhusu watoto kwenda katika matembezi au maeneo ya burudani bila kuwa na uangalizi wa watu wazima. Kule kwenye maeneo hayo ya, ya starehe sehemu za burudani mbalimbali watakuwepo askari wetu, lakini kwa sababu wajibu wa kutunza amani, wajibu wa kuleta usalama wajibu wa kuzuia vitendo vya kihalifu ni wajibu wa kila mtu. Tunawakumbusha pia wazazi au wasimamizi wa watoto na wenyewe kuhakikisha kwamba wanaweka usimamizi mzuri kwa watu wanaohitaji uangalizi ili tuweze kusaidiana kwa pamoja. Lakini tunawakumbusha wenye nyumba e, au kumbi za starehe kuhakikisha kuwa wanachukua tahadhari zote za kiusalama kwa mujibu wa leseni zao, na hakuna kuandaa au kuendesha mambo ya miziki ya watoto maarufu disco toto. Wajue kwamba sehemu zao ni sehemu za kibiashara ambazo pia zitakaguliwa kwa mujibu wa sheria na jeshi la Polisi na vyombo vingine vya usalama katika kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mujibu wa leseni zao za kibiashara. Kwa hiyo watoe ushirikiano kwetu, na kamwe wasitumie sehemu zao za starehe, nyumba zao za starehe au nyumba za kulala wageni kwa ajili ya kuendesha miziki ambayo tumeikataza ya disco toto. Lakini tunasema wananchi wa, wa, tunawakumbusha kujiepusha na unywaji wa pombe uliopitiliza na kuendesha vyombo vya moto hasa wakiwa wamelewa. Sasa hapa hatukatazi watu kufanya starehe, kwa sababu mkoa uko salama na doria zitakuwa kali katika maeneo mbalimbali, zikiwa zimelenga watu wafanye starehe vizuri na kwa kiasi. Katika hilo pia tutahakikisha kwamba hakuna mtu anaendesha gari akiwa amelewa, kwa hiyo tusingependa watu waendeshe vyombo vya moto akiwa amelewa, na lengo letu hasa ni, ku, ni kuzuia na kudhibiti matukio ya ajali. Aa, jambo lingine ni tunawakumbusha madereva kujiepusha na mwendo kasi na kuzingatia sheria za usalama barabarani, tukiwakumbusha kwamba uh, waendeshe magari barabarani kwa kujitawala wenyewe na kwa kufuata sheria, na wafanye hivyo eh, wao wenyewe na si pale tu wanapomwona askari wa usalama barabarani au askari wa polisi. Wakumbuke kufanya hivyo kwa sababu inawapaswa kufanya hivyo kwa nafasi zao kama madereva, kuhakikisha kwamba matumizi ya barabara wakati wote yanakuwa salama.